Ikulu ya Marekani imekanusha madai kutoka kwa makundi ya kutetea haki za kibinadamu kwamba ilikiuka mchakato wa kisheria wa kupuuza agizo la jaji wakati wa kutekeleza shughuli za kuwafukuza wahamiaji mwishoni mwa wiki hii. Kundi la watu 238 wanayodaiwa kuwa wanachama wa genge la Venezuela pamoja na wengine 23 wanayodaiwa kuwa ni wanachama wa genge la kimataifa la MS 13 walirudishwa kutoka Marekani na kufungwa katika gereza moja huko el Salvador. Baadhi yao walifukuzwa kwa kutumia sheria ambayo haijatumika tangu vita ya pili ya dunia. Hatua hiyo ilichukuliwa licha ya kuwepo kwa zuio la muda lililotolewa na jaji, na Ikulu ya Marekani ilisema agizo la jaji hilo halikuwa halali na lililotolewa baada ya kundi hilo kufukuzwa. Serikali ya Marekani wale ya El Salvador haijawataja wahusika wala kutoa maelezo kuhusu uhalifu wao au wanachama wao wa magenge. Akitangaza hatua hiyo siku Jumamosi, rais wa Marekani Donald Trump alishitumu Tren de Aragua TDA kwa kutekeleza, kujaribu kutishia uvamizi au uvamizi wa unyang'anyi dhidi ya eneo la Marekani. Alitumia sheria ya maadui wageni, yani Alien Enemies Act ya mwaka elfu moja mia saba tisini na nane ambayo ilikusudiwa kuruhusu raia wasio wa Marekani kufukuzwa wakati wa vita au uvamizi. Wanaharakati wa maoji uhalali wa wa msingi wa Trump